Msichana maskini alitazama kiatu ambacho hakiwezi kukinunua. Alichofanya bilionea baadaye kitayeyusha moyo wako. Alisimama kwenye dirisha la duka la anasa. Msichana maskini akitazama kiatu ambacho hangeweza kamwe kukinunua. Lakini alichokijua, mtu mwenye nguvu alikuwa akimtazama, na mtazamo huo utabadilisha maisha yake milele. Kama unataka kujua nini kilichotokea baadaye, Bonyeza kitufe cha subscribe na uwashe kengele ili usikose hadithi zinazogusa moyo kama hii. Miji ilimetameta juu ya kioo wakati watu walipita kwa haraka. Ndani yao alitembea Ella James, mwanamke wa miaka 23, mwenye macho ya upole na viatu ambavyo vilikuwa vimeisha mnao tangu zamani. Alifanya kazi kama msafishaji katika duka dogo la mikate, ambapo harufu ya kahawa na sukari ilimfanya asahau wasiwasi wake kwa muda. Kila jioni, baada ya kusafisha meza ya mwisho na kukunja aproni yake, Ella alichukua njia ile ile kurudi nyumbani. Si kwa sababu ilikuwa ya haraka zaidi, bali kwa sababu ya duka moja ambalo asingeweza kusimama kutazama. Lilikuwa Maison Claire, duka la biashara la anasa zaidi mjini. Madirisha yake yalikuwa ulimwengu wa ustaarabu. Vito vinavyometameta, mavazi ya hariri yanayong'aa chini ya taa, na viatu vizuri sana hivi kwamba vilionekana kama sanaa. Na kila usiku, Ella alipunguza hatua zake, akiwacha macho yake yaliyochoka kupumzika kwenye ulimwengu ule nyuma ya kioo, ulimwengu ambao ulionekana wa karibu kiasi cha kugusa, lakini wa mbali kiasi cha kubaki ndoto. Lakini Ella alikuwa na macho kwa kitu kimoja tu. Jozi ya viatu vilivyokuwa vimeketi juu ya kiti cha kioo. Vilikuwa viatu vya rangi ya krim vya muundo wa hali ya juu vyenye upinde mdogo wa dhahabu na pimi ya kioo upande. Kwa wengine vilikuwa viatu tu, lakini kwake vilikuwa ndoto zilizoshonwa kwa ngozi. Kila siku walisimama pale. Mfano wake ulionekana pembeni mwao. Macho yaliyochoka, vazi la mkono wa pili, viatu vya zamani. Na Angela haika pole pole na kunong'ona. Siku moja labda. Hakuwahi kuingia ndani ya duka. Alijua mshahara wake haungeweza kulipa hata kwa uzi mmoja wa viatu hivyo, lakini bado alikuja tu, kutazama tu, kufikiria. Usiku ule wakati mvua ilinyesha polepole kwenye njia, Ela alisimama dirishani tena, akishikilia mwavuli wake uliovunjika kioo kilifuka kwa pumzi yake alipotazama viatu mara moja zaidi. Upande wa pili wa barabara mwanamume kwenye gari jeusi la anasa alimtazama kimya. Adrian Cole, wa miaka 34, bilionea mmiliki wa Cole Enterprises aliketi kimya, simu yake alisahau mkononi mwake. Alikuwa amewaona watu wakinunua vitu wasivyovihitaji kila siku lakini hakuwahi kuona mtu akitazama kitu kwa shauku safi hivyo. Kulikuwa na kitu katika macho yake, laini ya kweli, yasiyoguswa na tamaa. Aliporudi kwenda akitembea kwenye madimbwi kwa viatu vilivyolowa, Adrian alijikuta akining'inia. Yeye ni nani? Hakujua bado, lakini swali hilo lingabadilisha maisha yao wote mawili milele. Usiku wa maamuzi. Usiku ule, hata baada ya gari lake kuondoka, picha yake ilikataa kutoweka. Aliweza bado kuona jinsi alivyotazama viatu hivyo, si kwa tamaa, bali kwa aina ya mshangao wa kimya, kana kwamba vilikuwa na kipande cha ndoto yake. Aliketi peke yake katika penthouse yake, taa za jiji zikienea bila mwisho chini yake. Yeye ni nani? aliuliza tena. Kulikuwa na kitu kumhusu ambalo kilimkumbusha mama yake aliyefariki, Grace Cole, mwanamke aliyemfundisha kila kitu kuhusu wema na unyenyekevu kabla ulimwengu haujamfanya bilionea. Sauti yake ililalamika akilini mwake: kamwe usiwahukumu watu kwa nguo zao, Adrian. Mioyo safi mara nyingi imefichwa nyuma ya vitu rahisi. Asubuhi Adrian alifanya uamuzi ambao hata yeye hakuelewa kabisa. Gari lake lilipokuwa likienda ofisini kwake, aligeukia msaidizi wake binafsi Daniel. Tafuta ni nani msichana huyo, alisema kwa utulivu. Msichana yupi bwana? Yule anayesimama nje ya Maison kila gioni, Adrian alijibu. Anasimama kwenye dirisha akitazama jozi ya viatu. Mchana Daniel alirudi akiwa na folda nyembamba. Bwana, jina lake ni Ella James, anafanya kazi kama msafishaji katika Sweet Bean Pastry Cafe na anaishi katika ghorofa la zamani karibu na ukingo wa jiji. Adrian aliinama nyuma kwenye kiti chake akining'inia jina lake polepole pole. Ella alitabasamu kidogo kana kwamba sauti yake iliamsha kitu la upole ndani yake. Barua ya siri. Asubuhi iliyofuata ilikuja kimya kwa Ella. Njini ulikuwa tayari umeamka alipoondoka kwenye ghorofa lake dogo. Alivaa mavazi yake ya kawaida, vazi lake la bluu lililofifia na shali nyepesi kufunika mahali palipochanika begani. Katika mkahawa, alifanya kazi kwa bidii yake ya kawaida, akisafisha meza, akiwasalimu wateja kwa tabasamu liliochoka lakini la kweli. Adhuhuri, wakati mkahawa ulikuwa umeijaa nusu, mwanamume mrefu aliyevaa suti ya kijivu nyeusi aliingia. Hakuwa wa kawaida uwepo wake uligeukia vichwa mara moja. Samahani, alisema kwa kasiri. Je, Bella James yuko hapa? Ella aliganda aliposikia jina lake. Aligeuka polepole, kitambaa chake cha kusafisha bado mkononi. Mimi ni Ella, alisema polepole pole, bila uhakika. Mwanamume alitabasamu kwa adabu na kumpa bahasha nyeupe. Hii ni kwako bibi, niliombwa niipeleke kibinafsi. Alikonyeza kwa mkanganyiko. Nani alituma? Ninaogopa, sijui. Kazi yangu ilikuwa tu kuhakikisha imekufikia. Kabla hajauliza zaidi, aligeuka na kuondoka. Rafiki yake Ruth alikimbilia papo hapo. Msichana, ni nini hicho? Ella alitazama bahasha ikitetemeka mikononi mwake. Ndani kulikuwa na kadi ndogo yenye maandishi mazuri yaliyosoma Nikutane na mimi katika Maison leo saa 11 mchana, kuja kama ulivyo. Hakukuwa na jina, hakuna sahihi. Inabidi uende, Ruth alisema, macho yake yamepanuka. Ni nini kibaya zaidi kinachoweza kutokea? Moyo wa Ella ulipiga haraka. Kwa saa 4 alioga mikono yake, alivaa vazi lake rahisi la maua na kurekebisha shali yake vizuri hashtag mkutano unaobadilisha maisha. Jua la jioni lilikuwa chini likirembeshea mitaa kwa vivuli vya dhahabu na waridi. Moyo wa Ella ulipiga haraka kila hatua aliyochukua kuelekea duka. Alipofikia mlangoni, alisita, kisha alimwona mwanamume mrefu, alisimama karibu na mlango wa kioo, mikono yake ndani ya mifuko alivaa suti rahisi lakini ya heshima ya kigivu iliyoonekana kama ilitengenezwa kwake tu. Bi Ella James? aliuliza polepole. Akakunjua kwa kusita, ndiyo mimi ndiye. Alitabasamu vizuri. niliogopa hutakuja. Wewe ulituma barua? Ella aliuliza. Ndiyo, jina langu ni Adrian Cole. Macho yake yalipanuka. Alikuwa amesikia jina hilo kila gazeti mjini lilikuwa limeandika kumhusu bilionea aliyejenga nusu ya minara mjini. Adrian alitazama kuelekea dirisha la duka taa. Ya dhahabu ilimetameta juu ya viatu vile vile alivyotazama kila usiku. Jana nilikuona ukisimama hapa, alisema kimya, ulikuwa ukitazama viatu hivyo kama vingekuwa kitu cha thamani zaidi ulimwenguni. Masharubu yake yaliwaka kwa aibu. Samahani, sikukusudia kusababisha shida yoyote. Hukufanya, alikatiza kwa upole. Ulinikumbusha kitu nilichosahau, jinsi ya kuona uzuri katika vitu rahisi. Aligeukia meneja wa duka ambaye alikuwa akingoja karibu. Fungisha viatu hivyo tafadhali, alisema kwa ujasiri. Macho ya Ella yalipanuka. Hapana bwana, tafadhali usifanye, siwezi kukubali hivyo. Adrian alimtazama kwa utulivu. si msaada, Ella, ni zawadi, ukumbusho kwamba baadhi ya ndoto zinakusudiwa kufikiwa. sauti yake ilitetemeka. Kwa nini ungenunua kitu cha bei ghali hivyo? hunifahamu hata. Alitabasamu kidogo. kwa sababu hapo awali nilijua mtu aliyetazama maisha jinsi unavyofanya mama yangu alikuwa na macho ya wema kama yako. Koo la Ela lilijaa, wakati machozi yalijaza macho yake. Alitaka kusema lakini hakuna maneno yaliyotoka. Meneja aliporudi na sanduku lililofungwa kwa utepe wa dhahabu, Adrian polepole akaliweka mikononi mwake. Usinirudishie shukrani, alisema polepole, niahidi tu kitu kimoja, ukivivaa tembea kana kwamba ulimwengu hatimaye umekutambua. Zawadi kutoka moyoni. Siku tatu zilipita na Ella bado hakuweza kuacha kufikiria alasiri ile. Akilini mwake, sanduku la muziki, sauti yake ya kimya, hadithi kumhusu mama yake, yote yalionekana kama kitu kutoka kwa ndoto ambayo hakutaka kuamka. Alikuwa amemwahidi kahawa, akiamini nusu tu kwamba hangekuja kamwe. Wanaume kama Adrian Cole hawakutembea tu ndani ya vikao vidogo vinavyoendesha watu kama yeye. Lakini hatima ina njia ya kutimiza ahadi. Ilikuwa Ijumaa alasiri katika Sweet Bean Cafe. Hewa ilinuka kwa mdalasini na maharagwe ya kahawa yaliyookwa na muziki wa jazz ulicheza kutoka kwa redio ya zamani. Ella alikuwa nyuma ya kaunta akipangusa vikombe wakati kengele juu ya mlango ililia. Alitazama juu na kuganda. Adrian Cole alisimama pale. Hakuna jaketi ya suti, hakuna tai, tu shati jeupe safi lenye mikono iliyoviringishwa kwenye mikono na tabasamu la kimya ambalo lilionekana ni la maisha mengine. Bwana Cole, Ela alisema, moyo wake ukipiga kwa kasi. Alitabasamu. Nilikwambia nitakuja kwa ajili ya kahawa na labda biskuti, ikiwa bado kuna. Akacheka kwa wasiwasi. Umekuja kweli? Nilisema ningefanya, naweka ahadi zangu. Mazungumzo yao yalipita kwa urahisi, kuhusu mambo madogo, kuhusu utoto, kuhusu ndoto. Ela alimwambia kwamba alitaka kufungua duka lake dogo la mikate siku moja, ambapo kila kitu kingekuwa na hadithi. Adrian alisikiliza kwa nia ya kweli, macho yake hayakutoka kwenye yake kamwe. Jua lilipoanza kutua nje, likirembeshea barabara kwa rangi ya kahawia na waridi. Adrian alitazama chini kwenye kikombe chake na kusema kimya. Mama yangu alikuwa akisema, "Wakati maisha yanakupa muziki, usisikilize tu, cheza." Ela alitabasamu. "Basi labda tunapaswa." Alitazama juu kwa mshangao. Akanyoosha mkono wake kwa kucheza. "Hakuna muziki, hakuna sheria, cheza tu." Adrian alicheka polepole. Pole alisimama na kuchukua mkono wake. Katikati ya mkahawa mdogo, miongoni mwa harufu ya kahawa na sukari, bilionea na msafishaji walicheza pole pole, kwa kujikwaa na kikamilifu. Na katika wakati huo, wote wawili waligundua kitu ambayo hawakuhisi kwa muda mrefu: amani. Mvua iliongezeka nje, ikiosha mitaa safi. Ndani walisimama kimya kimya, mioyo miwili ikizungumza kile maneno hayakuweza. Ella, Adrian alisema kwa upole, kuna kitu nataka kukuonyesha. Alitoa kutoka kwenye mfuko wake na kuleta sanduku dogo la velvet. Ndani hakikuwa almasi kubwa au kito cha bei ghali, bali pete rahisi ya fedha yenye kioo kidogo chenye umbo la ton la machozi. Ilikuwa ya mama yangu, alisema polepole pole. Alikuwa akiivaa alipofanya kazi, alisema ilimkumbusha kwamba uzuri hauhitaji kupiga kelele ili kuonekana. Pumzi ya Ella ilinaswa. Adrian, siwezi. Alimzuia kwa upole. Siombi milele bado, alisema sauti yake ya utulivu na ya uaminifu. Ninaomba leo ahadi kwamba tutaendelea kutembea njia hii pamoja popote itutendee. Macho yake yalijaa machozi. Lakini tunatoka ulimwengu tofauti sana, watu watasema, hawataelewi kamwe. Alitabasamu kidogo. Basi wacha waseme, wamekuwa wakizungumza maisha yangu yote. Ella, kwa mara moja Ningependa kuishi ukweli wangu kuliko matarajio yao. Uaminifu katika sauti yake ulifanya kifua chake kujaa. Adrian alinong'ona, sauti yake ikitetemeka. Una uhakika? Akakunjua. Sijawahi kuwa na uhakika zaidi wa chochote. Hukupenda fedha zangu, cheo changu au jina langu. Ulimuona mwanamume ambaye bado anakumbuka wimbo wa mama yake. Hiyo ndiyo sehemu yangu ambayo hakuna mtu mwingine aliyewahi kujali kuiona. Machozi moja yaliteleza kwenye shavu la Ella. Alitabasamu kupitia hayo. Basi ndiyo, alisema polepole pole. Ndiyo, kwa leo. Mwanzo mpya. Asubuhi ilifika kwa mng'ao wa dhahabu uliomwagika kupitia dirisha la Ella. Aliketi polepole pole. Pete ya fedha kwenye kidole chake ikipata mwanga wa jua. Sanduku la viatu la dhahabu bado liliketi kwenye meza yake ya kando ya kitanda. Halijaguswa tangu usiku ule Adrian alipompa. Alitabasamu kidogo na kunong'ona. Labda leo. Alifungua utepe kwa uangalifu, mikono yake ikitetemeka kwa hisia. Ndani kulikuwa na viatu vya rangi ya cream ambavyo alikuwa amevitazama kupitia kioo tu. Vilikuwa vizuri zaidi kuliko alivyokumbuka. Ella alivishika karibu na kifua chake na kunong'ona, hamvi viatu tu tena, mko ukumbusho kwamba ndoto zinaweza kupata njia ya kurudi nyumbani. Baada ya kifungua kinywa, alivaa rahisi vazi jeupe laini ambalo lilipeperushwa polepole kila harakati. Alivaa viatu, vilifaa kikamilifu kana kwamba vimetengenezwa kwake. Kisha akatoka nje, jiji lilikuwa hai kama kawaida. Magari yakikimbilia, watu wakihamia, ulimwengu ukizunguka kwa kasi. Lakini leo, Ela hakutembea kwa kichwa chini. Kwa mara ya kwanza, alitembea mabega yake imenyooka. Hatua zake nyepesi na zenye ujasiri. Barabara ile ile ambapo alikuwa akisimama na kuota, sasa ilikuwa barabara ambayo alitembea, akiishi ndoto hiyo. Gari jeusi la anasa lilipunguza kasi pembeni mwake. Dirisha liliviringishwa chini na Adrian akainamia akitabasamu. Umevivaa, alisema, sauti yake ya joto akacheka kwa urahisi. Uliniambia nitembee kana kwamba ulimwengu umenifahamu. Ninajaribu, alishuka kutoka garini akichukua mkono wake. Unafanya zaidi ya kujaribu, Ella unakumbusha ulimwengu kwamba wema bado upo. Walianza kutembea pamoja chini ya barabara ile ile ambapo walikuwa wameona kwa mara ya kwanza, si bilionea na msafishaji tena, bali roho mbili zilizofungwa na kitu kirefu zaidi kuliko fedha. Watu waligeuka kuwatazama wakinong'ona, lakini Ella hakujali. Kwa mara ya kwanza hakuwa asiyeonekana. hashtag hitimisho. Katika kona ya barabara Adrian alisimama na kusema kimya, mama yangu alikuwa akisema, safari bora zinaanza na hatua moja kwenye mwelekeo sahihi. Ella alibana mkono wake na kutabasamu, basi tuendelee kutembea. Walipokwenda mbele mkono kwa mkono, jiji lilionekana kung'aa zaidi kuzunguka. Msichana maskini ambaye hapo awali alitazama kiatu ambacho hangeweza kukinunua alikuwa amepata zaidi ya zawadi. Alikuwa amepata upendo, heshima na ukumbusho kwamba miujiza haitoki kila wakati katika utajiri. Wakati mwingine hutembea kimya pembeni yako, huku ukivaa viatu vile vile kama ndoto zako. Maisha hayaleti roho mbili pamoja kwa bahati, bali kwa madhumuni. Alitaka tu kutazama kiatu lakini alichokipata kilikuwa ukumbusho kwamba wema bado upo na upendo hauji kila wakati na almasi au dhahabu. Ella hakupata tu jozi ya viatu, alipata thamani yake, ujasiri wake na ujasiri wa kutembea njia yake mwenyewe, hatua moja kwa wakati. Kama hadithi hii imegusa moyo wako tuambie katika maoni na tufahamishe ni wapi ulimwenguni unatazama. Usisahau kusubscribe kwa Folk Tales by Olivia kwa hadithi zaidi za kihisia, za kuchekesha na zisizosahaulika. Mpaka wakati mwingine, endelea kuwa na wema, endelea kuwa na matumaini, na endelea kutazama.